Acheni kunipigia kelele kwenye kasiri yangu. na ni Nani, nani aliyowaruhusu kuongea huo ujinga wenu ndani ya kasiri yangu? Ngoja nimwite mzee wa chapeleta. Chapeleta, chapeleta kuja hapa, naona kuna watu washanza kunivuruga kichwa. Kuda deki zenu sasa, nawapa dakika mbili, msipoondoka nageuza mtu kitoweo sasa hivi hapa, chapeleta <laughs> <laughs> <laughs> baba ya mkwe, na wewe kwa kweli, mimi siondoki. Yaani mwanao ndo kasha nipenda mimi, na wewe utaki. <laughs> mi siendi kokote bwana, mimi siendi afu usintishe. <laughs> toto wako kasha kasha, ni maindi kanipenda mimi, ensamboi wa hapa mganga mtoto <laughs> wako mimi kashanipenda bwana, kilicho baki ni wewe kufungisha ndoa hapa. <laughs> Ah, mimi siogopi, siendi. <laughs> baba mkwe, baba mkwe Bakari, baba mkwe. <laughs> Bwana, nitakufanya kitu kibaya, usiniite mimi baba mkwe, na kutoa kafara sasa hivi. Ai, huyo Bakali baba mkwe mm, mm, baba mkwe huyo mm, mm, bwana mimi siogopi mm, kwa sababu mtoto wako ndo kantaka mimi siwezi nikaogopa mm. Ah, mganga bwana, acha kunitisha kwanza, mwenyewe wewe unavyoonekana sio hata mganga, mi siogopi mm, mm, mm. Mi ndo utamu wa mtoto wako sasa unataka kumuua, unataka kumuua mtoto mtu? <laughs> mtoto wako atakufa endapo mimi ni kifa. <laughs> usintishe bwana. Aha, waletea dharau sio asero? <laughs> waonga kuona upande wangu wa kaidi? Si unataka kujua upande wangu wa pili? Ngoja <laughs> nkuonyesheweao hivo hakusubuligwa chapeleta, nimekuita njoo hapa mara moja. Hapa nimeona pashaanza kunuka shida. Amdala, una nini wewe? naomba tuondoke. kwa nini unamng'ang'ania mtoto wa mganga wewe Amdala? mimi mwenyewe nakutosha. mganga asije akakufanyia kitu kibaya Amdala. naomba twende nyumbani, wewe. kunanuka shida hapa kabisa, nishaiona <laughs> nani aende nyumbani? niko lazi kufia hapa kwa mganga Shida shida gani, wakati kuna raha, mtoto wa mganga kashaa nipenda mimi. Mimi bwana siondoki, siendi kokote, niko lazi kufia hapa. Kwani kuna shida nikifia kwa mganga? Mimi siondoki. Kwanza mganga ni lazima aniite mimi mkwe wake. Bwana Bakali, mimi ndio mkwe wako. Hivi wewe Abdala unataka kuwa ankali, si ndio? unajimwambafai kwenye kasiri ya mtu Abdala, na kuomba Abdala, twende zetu nyumbani. Abdala, usijimwamba fai. Abdala, usiwe kama ankali. mm. Mbona kama nasikia mambo tofauti hapa Abdala? Umeona sasa. <laughs> Abdala, twende nyumbani bwana. uyu nani? Abdala! Abdala, twende huyo. mm. ndo chapeleta wake Abdala. Naomba twende nyumbani mara moja, chapeleta. Mbona umechelewa sana au unataka ni kuadhibu ku mlazi mkuu? Nimechelewa sana kwa hiyo, huyu ndio anayeleta uankali kwenye kasiri ya Bakari, hata kwenye kiganja changu ajai bwana. Beka sasa ni, ni, ni ruhusu tu huyu, tunamfanyeje baba? Acheni kufanya hicho mnachotaka kukifanya. Mimi nimekwambia baba, nimempenda huyu mwanaume. Kwa nini unataka kumfanyia hivyo? Wewe Chapeleta, acha kumshawishi baba. Ujinga! Mnataka kufanya nini jamani? Baba, acheni kufanya hivyo. Haya Chapeleta, achana naye huyu, fanya kazi yako. Angalia, tunampiga nkindameso. Hi! Yani mimi naona huyu tumfanyi kitu kibaya. Yani huyu kama tusipompiga nkindameso basi tumpige cha mgomba, mi naona tumpige cha mgomba ndio kali kuliko kinda meso. Kwa hiyo, mkuu, naomba tumpige cha mgomba huyu <laughs> hmm. hmm. acha. <laughs> Bosi, nimemwona shemeji hapa katoka mida hii hii, sasa hatawahi kurudi. Maana na jambo la muhimu sana la kuzungumza na wewe kabla hata hajarudi, kwa hiyo naomba unigee nafasi ya kuzungumza haraka haraka, kabla yeye hajafika hapa. Uh, Asumani, tunaweza tukazungumza, maana yeye katoka kidogo kaenda toileti, na unajua wanawake toileti huwa wanakaa kaa sana. Kwa hiyo unaweza ukazungumza jambo lako kwa haraka, na pia nitakuhoji kwa nini umeondoka kazini mda huu upo huku na umenifuata sehemu za starehe. Una matatizo gani, bwana Asumani? Unaumwa au familia inaumwa? Haya, nieleze hilo jambo haraka haraka, kabla mke wangu hajarudi. Uh, bosi bwana, mimi jambo ambalo nimekuja kukwambia na leo nimetokea nyumbani sijatokea kazini. Sasa nitakaje kazini wakati hamna vifaa vya kuuza? Manake jana alikuja shemeji akasema kuwa umemwagiza kampuni tuweze kuihamisha. Yaani maana yake kaja katoa vifaa vyote, kasema vinahama na kashapata wafanyakazi wapya, sisi hatuna kazi. Kwa hiyo bosi, ndio maana mimi leo unaniona hapa, mimi sina kazi bosi. Kwa hiyo bosi, unaonaje na mimi ukinchomeka huko huko kwenye kampuni ulikoyamishia kuliko kukaa nyumbani bosi? Mimi sina kazi hapa, naomba ongea na shemeji, mwambie na mimi aniweke katika hiyo kazi. Mbona ni kazi yangu bosi? Na kwa nini umekuja kunitoa? Hata kama umehamisha vifaa ungetakiwa na mimi kunihamisha bosi. Naomba msaada wako bosi. <laughs> Asumani ushanza kuchanganyikiwa, yaani mara uniambie sijatokea kazini, imetokea nyumbani. Kwani siku zote unatokeaga wapi? Si nyumbani ndio uende kazini? Alafu sikuelewi, unaanza kusema oh, sijui shemeji kaja kahamisha kampuni sijui shemeji kimeenda kimeshuka, nataka kazi. mm, unataka kazi mara mbili mbili, unamaanisha nini kusema kampuni imehamishwa? ah, bosi, kwani kipi usichokielewa? Hii ishu iko siriasi, kwamba shemeji jana alikuja na gari akadai kwamba umemwagiza achukue vitu avihamishe na akasema kashapata wafanyakazi wapya na kampuni taenda kufunguliwa sehemu nyingine siyo tena Kaliakoo. Sasa unavyoniambia kwamba mimi nimechanganyikiwa, bosi, nashindwa kuelewa wakati wewe ndo umemwagiza shemeji aje kutoa vitu kule kwenye kampuni. Au shemeji hujamwagiza kuhamisha kampuni? Jambo hili mbona jipya sana kwangu? Mbona mimi sijamwagiza mke wangu kuja kuchukua vitu na kuhamisha kampuni? Aa, mimi sijamwagiza kwa kweli. Naomba tu niambie ukweli, nini kimetokea? Issue iko serious ama? Maana mke wangu hana hizo tabia. Kwa hiyo unataka kusema huyu msumali kipenzi changu kipya kinanizunguka? Hembu ongea ukweli, bwana Asumani hapa. Hmm. Ha. Bosi, imekula kwako kama wewe ufahamu Halafu mkeo kipindi amekuja amekuja na gari, akasema kabisa, wewe ndio umemwagiza kwamba kampuni pale lihame, kwamba mauzo yake ni machache, kwa hiyo lihame, lihamishwe sehemu nyingine, na akasema hataki wafanyakazi, kashapata wafanyakazi wapya. Mimi nikamwambia, ngoja nimpigie bosi akanipokonya simu yangu na kuipasua, kwa hiyo ikatokea ugomvi. Mimi nikaamua ni muache tu kwa sababu ni madamu, basi ni muache, nitakuja kuzungumza na bosi mwenyewe. Na wewe nakwambia unasema ufahamu, basi ukweli ndio huo. Muulize mkeo vizuri itakuwa na kuzunguka huyu mwanamke bosi, huo ndio ukweli. Wewe msubiri hapa umuulize kwa vitu kapeleka wapi? Mbona <coughs> kama inaanza kuwa kweli naanza kuunganisha matukio. Mbona alivyokuona wewe akabanwa na haja ndogo ya ghafla, halafu mpaka saizi, mbona harudi? Sasa mbona harudi? Mbona kama kweli Asumani unachokizungumza, mbona harudi? mbona harudi huyu hmm, binti asija akawa tapeli. Mdada mzuri vile anaweza kawa tapeli? Ah, sio kweli. Lakini mbona kweli lakini mbona kweli, msumari anaweza kaka kantapeli. Msumari kantapeli. Ujue Asumani, huyu binti anaweza kaka kantapeli kweli. Kama unachozungumza ni cha kweli, basi msumari kantapeli. Naona dalili za msumari kuntapeli kabisa. Mbona arudi kutoka toileti? Kantapeli hapa, kashaondoka. Tuhakikishe tunampata msumari kokote alipo na kwa gharama yoyote. Ai, ai nimetapeliwa! Ai msumari, msumari uko wapi?